Hujambo na karibu tena mtazamaji wetu wa habari Kiganjani. Leo ikiwa ni siku nyingine tena ambapo tunakutana hapa hapa kwenye chaneli yako pendwa kabisa ili kuweza kuhabarishana habari, habari zinazojiri zilizojiri na zinazoendelea kujiri ndani ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Na habari iliyotufikia mezani kwetu, ripoti ya CAG leo yatikisa nchi. Leo Machi 2025 CAG Kichere ametoa ripoti ya hasara ya kampuni mbalimbali, mbali mashirika ya kiserikali na yasiyokuwa ya kiserikali ikiwemo TTCL, TRC, ATCL na makampuni ya umma yaliyokuwa na mashaka. Tuungane sote ili tukaangazia ripoti hii ya CAG ambayo ameitoa na imetikisa nchi kwa namna moja ama nyingine, ambapo tutakwenda kuangazia kwa baadhi ya kampuni na taasisi za kiserikali na zisizo za kiserikali hasa zile zilizoingia, na jinsi ambavyo CAG ametoa ripoti hii kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, tukianza na ripoti ya deni la taifa deni la taifa la paa mpaka trilioni 97.35 kufikia tarehe 30 Juni elfu mbili na ishirini na nne. Deni la serikali lilifikia shilingi trilioni 37.35, na kiasi hiki kimeongezeka kutoka shilingi trilioni themanini na mbili na pointi ishirini na tano, kilichokuwa kimeripotiwa mwaka elfu mbili na ishirini na mbili na mwaka elfu mbili na ishirini na tatu Hili sawa na ongezeko la shilingi trilioni 15 na pointi moja, ambalo ni sawa na asilimia 18 na pointi 36. deni hilo linajumuisha deni Landani la ndani la shilingi trilioni 31 na pointi 5, na deni Lanja la nje la shilingi trilioni 65 na pointi 40. cphs Kichere, mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG. Kwa upande mwingine, kampuni ya kuzalisha nguzo za umeme zivunjwe. Kampuni ya kutengeneza nguzo za zege Tanzania ambayo ni kampuni tanzu ya Tanesco ilianzishwa kwa lengo la kuzalisha nguzo za zege za umeme na kufanya upimaji wa ubora wa bidhaa hizo hapa nchini. Hata hivyo, hadi sasa kampuni hiyo haijatekeleza jukumu hilo ipasavyo. Hadi mwaka 2023, 2024 na kampuni ilipokea shilingi bilioni sita kutoka Tanesco ambapo shilingi bilioni nne zilitengwa kwa ajili ya ujenzi wa kiwanda na maabara ya kupima ubora wa nguzo na shilingi bilioni mbili kwa gharama za uendeshaji. Licha mpango huyo, fedha nyingine zilitumika kulipa gharama za kawaida na kulipa wazabuni wanaotengeneza nguzo badala ya kampuni yenyewe kufanya kazi hiyo. Kwa zaidi ya miaka kumi tangu kuanzishwa kwake, kampuni bado haijaanzisha uzalishaji wa nguzo wala kuwa na maabara yake ya ndani. Kwa kuwa kampuni imeshindwa kutekeleza majukumu yake tangia imeanza, napendekeza kampuni hii ivunjwe na shughuli za uhakiki wa ubora ziwe zinafanywa na idara ndani ya TANESCO. Mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG Dr. Charles Kichere leo Machi 27, 2025 akiwasilisha ripoti kuu kwa mwaka wa fedha 2023 2024 kwa rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan Ikuru jijini Dar es Salaam. Ripoti ya CAG inaendelea kwa kusema taasisi za umma zisizopata hati zenye shaka, taasisi zilizopata hati zenye shaka na hati mbaya ni zifuata Kiwanda cha dawa Keko, bodi ya chai Tanzania, chuo cha sukari cha taifa, shirika la posta Tanzania, halmashauri ya wilaya ya Arumeru, mfuko wa afya wa pamoja na chama cha siasa cha National Reconstruction Alliance NRA kilipata hati mbaya. CPL Charles Kichere, mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG. Ripoti ya CAG Charles Kichere ikiendelea kwa kusema kuwa kwa mwaka wa fedha 2023 2024, zimefanya jumla ya kaguzi 1485 za aina mbalimbali. Kaguzi 1301 ni kaguzi za hesabu za kifedha, kaguzi 15 za ufanisi kaguzi maalum na za kiuchunguzi hamsini na mbili kaguzi za mifumo ya tehama mia moja na tano ambazo zimefanyika katika taasisi sabini na nane kaguzi za kiufundi kwa njia ya real time auditing kumi na mbili Kati ya kaguzi maalum na za kiuchunguzi hamsini na mbili kaguzi arobaini na nne zilitokana na maoni kutoka wadau mbalimbali na wakaguzi nne ziliibuliwa na ofisi yangu kwa mujibu wa mamlaka niliyopewa kisheria na kikatiba. CPHS Kichere, mdhibiti mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, CAG. Hasara ya TTCL imeongezeka kutoka bilioni 4.32 mpaka bilioni 27.78. Shirika la mawasiliano Tanzania TTCL lilipata hasara ya shilingi bilioni 27.78 mwaka wa fedha 2023 2024, ongezeko hili ni kutoka shilingi bilioni 4.32 ya hasara kwa mwaka uliopita. Hasara hii ya mwaka huu inachangiwa na ongezeko la gharama baada ya kuhamishiwa mkongo wa taifa na kituo cha taifa cha data, licha kukusanya mapato takriban shilingi bilioni 24 kutoka mkongo, fedha hizo hazikuhasibiwa kama mapato ya TTCL. Baada yake ziliingia kwenye mfuko mkuu wa serikali ili kulipa deni la mkongo. Kutokana na kutopata mapato hayo, shirika limeendelea kupata hasara kubwa na kukosa fedha kwa ajili ya uwekezaji. Kama mapato ya mkongo yangebakia TTCL, shirika lingeweza kupunguza hasara ya takribani asilimia themanini na sita au hata kupata faida kidogo. Napendekeza deni la mkongo wa taifa lilipwe na hazina kama ilivyo kwa madeni mengine ya taifa na mapato yanayopatikana kupitia mkongo huyo yaacho kukusanywa na TTCL ili kuwezesha shirika kujiendesha kiurahisi. Mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG Dr. Charles Kichere leo Machi ishirini na saba, elfu mbili na ishirini na tano akiwasilisha ripoti kuu kwa mwaka wa fedha 2023 2024 kwa rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan Ikulu jijini Dar es Salaam. Ripoti ya CAG bado inaendelea kwa kusema kuwa mashirika kadhaa yalipata hasara. Shirika la leli Tanzania TRC lilipata hasara ya bilioni mia mbili ishirini na nne ikilinganishwa na hasara ya bilioni mia moja na mbili ya mwaka uliopita. Hasara hiyo ilichangiwa na uhaba wa usafirishaji uliotokana na uhaba wa vichwa vya treni na mvua kubwa iliyosababisha njia ya kufungwa kwa miezi minne. Kama ruzuku isingetolewa shirika lingepata hasara bilioni ya bilioni mia mbili hamsini na tatu. Hasara hii ni hadi Juni thelathini mwaka elfu mbili na ishirini na nne, kabla ya kuanza kutumika kwa treni ya SGR. Shirika la mawasiliano Tanzania TTCL lilipata hasara ya shilingi bilioni 27.78 mwaka wa fedha wa mwaka 2023 2024. Ongezeko hili ni kutoka shilingi bilioni 4.32 na ya hasara kwa mwaka uliopita. Hasara hii ya mwaka huu inachangiwa na ongezeko la gharama baada ya kuhamishiwa mkongo wa taifa na kituo cha taifa cha data. Kampuni ya ndege Tanzania ilipata hasara ya shilingi bilioni 91.8, na ikiwa ni ongezeko la asilimia 92 tofauti na ilivyokuwa mwaka uliopita. Hasara hiyo imetokana na gharama kubwa za matengenezo ya ndege na itilafu za injini, ambapo ndege za Airbus zilikaa muda mrefu bila kufanya kazi zikisubiri injini. Kampuni ilitumia shilingi bilioni 99.8 ikiwa ni ruzuku kutoka serikalini na kama isingetolewa hasara halisi ingefikia shilingi bilioni 191.6. Charles Kichele, mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali.